Bwana Baraka baraka. Oya bwana. Uko vizuri? Mimi niko poa kabisa yeah, ndugu yangu namshukuru Mungu tuko vizuri, si naona mambo hatari yeah. Eh, Safari Lager eh, scout ya mabingwa hatari kabisa, tupo hapa wamefana yeah, kabisa jambo ni kubwa, jambo ni zito, limetukutanisha hapa mnaendelea kusherehekea ushindi wenu wa jana. Au jana mjashinda? Ah, we bwana, jana ushindi wa jana ni mkubwa sana yaani, yeah. Mimi naona tarehe ishirini na tano yeah. Mechi ya tarehe 25 tumeanza kushinda jana eh? Mechi ya tarehe 25 tumeanza kushinda jana. Mambo ya nje ya uwanja? Ah, lakini moja ni kile kile kinatusu Young Africans, kwa eh, sababu hiki kilio ni zaidi ya miezi mitatu eh? Tumeupambania mpira wa Tanzania takriban miezi mitatu. Sisi mpaka... tumepambania mpira wa Tanzania tumepambania mpira wa Tanzania kutoka katika mambo ya, ya busara na na hekima tunaoleta katika sheria taratibu, uh, na miongozo iliyowekwa na bodi ya ligi na TFF ifuatwe. FIFA wanaotambua mpira unaoongozwa kwa taratibu sheria na kanuni. Sasa sisi tumeupambania mpira urudi katika misingi ya sheria kanuni, na miongozo iliyowekwa pamoja na FIFA. Kwa hiyo wale wanaolalamika kusema kwamba mpira umeingiliwa kwa sababu mm, nikipita Instagram sasa hivi eh, nakuta comment nyingi mpira umeingiliwa na, na, na serikali, mpira umeingiliwa na siasa. Au ni watu washabiki wachache sana wasioelewa nini maana ya mpira na nini ambacho wanakiongea. Ipo hivi, Serikali hairuhusiwi kuingia moja kwa moja kwenye mpira, si umeelewa? Lakini serikali pindi kukitokea kitu ambacho kinahatarisha pengine amani ya, ya nchi yetu au kinaleta hofu au sintofahamu kwa nchi, wana uwezo wa kushauri, wanaruhusiwa kushauri. Alichokifanya mama kule kunaitwaje, acha mimi, napenda ile jina Chamwino, watoto wa Chamwino. Sisi unajua eh, kule Chamwino ni kushauri. Mama ameita kushauri kwamba wanangu, hili jambo kwa nini lisimalizike? Mimi naomba nisikilize upande huu, naomba nisikilize kwenye upande huu, mwenye pointi za msingi, mwenye hoja za msingi, basi huyo atapata haki na kweli. Sisi tumeenda pale, tumepeka watu watatu tu, ila watu wa maana. Watu wamejaza kibangala cha watu ameenda na kenta imejaa watu, lakini mwisho wa siku wameondoka vichwa chini, kwa sababu ishu sio wingi wa watu. Ishu ni watu gani unawapeleka, una na wanaenda kupeleka nini, wanaenda kuongea nini. Young Africans Uh, serikali yetu imegundua au uh, watu wa mpira wamegundua kwamba tuna maslahi mazuri sana na soka letu, yaani tunatamani au tunata, tunahitaji kulibadilisha kuliboresha, kulikuza zaidi soka letu. Hoja zetu ni za msingi kusema TFF na bodi ya ligi visifungamane, ni hoja ya msingi ambayo itakumbukwa miaka na miaka, kwa sababu vyama vyote vya mpira duniani havifungamani pamoja na mamlaka za soka nchini. Kwa hiyo mimi naamini hivi ambavyo tumevileta Young Africans tukavipeleka kule uh, panantoka bwana Chamwino ndio vilivyofanya wanayanga tukawa na furaha siku ya jana. Watu wanasema mmewakata ngebe Simba, hii sio kukata ngebe. Kamdomo kamdomo kanawaponza waponza, eti da maskini ana kiapo, kauli hiyo yakuiambia Young Africans Young Africans ni maskini, wakasema tutakuja na taarifa nyeti. Si tumeziona bwana, si tulikuwa tunajua tu taarifa nyeti zitakazokuja ndio hizi. Nashangaa sasa, taarifa nyeti zimekuwa na maumivu upande wa pili. Yani watu wanaumia, roho zinawauma, yaani nakwambiaje? Kwanza wamesusa, mi nakwambia ukweli, wamesusa. Wamesusa wakubali wakatae, wamesusa. Mimi nakwambia ndugu yangu, wamemedia wamesusa. Mimi nakwambia, mimi naambia ukweli kabisa, PM, mimi si wadanganyi hawa, wamesusa. Si walikuwa wanamtaka, wanaitaka Yanga. Ngoja nikwambie, mama katika akatoa ushauri, ushauri umefatwa.